Yep. Nenda kuelekeza hapo namna gani ya kudownload maleo, ETS2 mod. Namba moja unaenda katika application ya Tony Gaming TZ hiyo hapo. Ikisha load unaenda kwenye sehemu ya kusearch hapo. Baada hapo, unaenda hapa kwenye icon yake. Unaenda hapa. Kienda hapa unaenda kuandika hivi namba moja kama hivyo. Angalia vizuri ili neno ETS2, trafiki, maleo modi tatu saba moja kama inavyoonekana, inavoonekana. Baada hapo, aka icon utabonyezaka ya kusearch hapo, itakuja hii hapa ya kwanza kabisa hii. hii hapa hii utaifungua. Baada ya kuifungua utashuka, achana na hichi kia icon, shuka chini, shuka chini shuka chini shuka chini tena mpaka utapokutana na hapa, utagusa hapa download game. Baada hapo uta, utaminya hapa kwenye download game here, baada bonyeza hapa itakuja namna hii hapa. Ikishakuja kuja hivi, usiminye neno lolote request access, au usiminye chochote. Email hii hapa inayoonekana hapa Ndo unabidi uwe umenitajia kule, maana na maana kule nakuuliza nakuuliza, nitajie email. Email inakuonesha inakuwa hapa kwa hii email ambayo ipo hapa chini, ndo unabidi uniandikie. Maana yake kama umenitajia tofauti, unabidi unitajie pia, unitajie upya. Umeona kwa baada baada ya hapo, sasa utamenya neno request access, utamenya request access litakuja hivi lakini kama umenitajia neno umenitajia email sahihi haitakuletea hili neno. Itaenda direct. Kwanza kwa nikuoneshe kama itavoenda ukiwa, lakini kama imekuletea kitu kama hicho utaminya neno likuwa request access. Na email unabidi umenitajia iwe hii hapa. Hii hapa email sahihi kabisa. Kwa kama ikuletea neno kama hilo utaminya neno likuwa request access. Kama hivyo. Baada manake automatic mimi nitakubali mm -hmm. like, like, kama kama itakuwa imeleta hiyo neno utaminya tena download game hii mara ya pili tena, lakini kama kama ikipitiliza kama hivi mara ya kwanza ikapita direct kama hivi, sio okay, sio shida. Utaminya hapa, utaminya hapa tenda hapa. Baada hapo una zoom una zoom ili uweze, na utaminya hili neno la hapa chini download anyway taminya neno hapa detail baada utasubiri li, li, game limalize likisha mada hapo utabonyeza hapa download z archive baada hapo utaenda hapa download z archive z archive utashuka chini utaminya hapa download z archive utagusa hapo utafunguka namna hii utashuka hapa utaminya generate link Baada hapo utaenda download link. Utashuka chini utaminya hapa download, ikuletea hivi unarudi nyuma tu hapa unaminya tena hapa download mpaka ikuletea neno utaminya hapa download. Badapo utaminya hapa adapo utai open, uta install hiyo application ya zidi achiva, utaminya neno dani, utarudi nyuma, utaminya tu kwanza, utaminya tu x hapo kuikata, utarudi hapa utamenya, utarudi nyuma, utarudi hapo. Sasa kama zidi achiva hii zidi achiva hii haijakubali labda kuinstall au fuleta matatizo, utaidownload Z achiva kupitia Play Store. Naenda kuonyesha jinsi ya kudownload Z achiva kama hiyo itakataa kuinstall. Utaenda hapa kwenye pakusechi. Baada hapo, utaenda hapa juu kwenye pakusechi, utaandika neno Z achiva hivo, Z achiva kama hivyo. Baada hapo, utasechi kisha search ni hapa, langi mamenya kwa sababu natumia ile nyingine ndo nzuri, ila install hiyo. Baada ya hapo, baadaye ku download, baada hapo utarudi tena kwenye ile ile game usika, utaenda hapa kwenye hapa hapa imeandika gusa, kuona hapa jinsi ya kusechi. Hapa kumanake, ni hapa hapa, ni kidude cha tatu kutoka cha kwanza. Kwa hiyo utagusa hiki hapa, itakuhamisha itakuleta YouTube. Sasa unabidi uwe na application inaitwa hii. Utaiangalia hii video mwanzo mwisho, inakupa maelekezo jinsi ya kuset. Ukishindwa ukipata changamoto yoyote, ni cheki WhatsApp, nitakupa maelekezo.